Eh, nataka kwanza mweze kupokea salamu kutoka kwangu. Na siku ya leo nataka kuhoji ndugu zangu Waislamu. Na ninachokihoji ni kile wanachokiamini. Kwanza ninashangaza sana Mwislamu anaposimama na kutetea majini na uh, utetea majini ya kwamba majini ni viumbe ambavyo ni vi, vinavyokubalika na Mwenyezi Mungu. Sasa wacha ni washangaze, nataka niwasomee vitabu kadhaa ambavyo waislamu wao wanavyotetea majini. Uniambie kama wewe unaweza kukubali imani inayoshirikiana na majini. 49:10 Qur'an. Sikiza wacha ni kuanzia hapa. 49 49:10 Qur'an. Hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemiwe. Kwa hivyo majini ya kisilimu yanakuwa ndugu za Waislamu kwanza, pili, 46 29 Qur'an sikiza, 29 Qur'an na wakati tulipowaleta kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'an, basi walipoihudhuria walisema sikilizeni, na ilipokwisha soma walirudi kwa kauma yao kwenda kuwaonya. Yaani, majini ya aliketi yakasikiliza kitabu cha Qur'an. Sasa sikiza, katika kitabu hiki cha Qur'an kuna kuna kuna, kuna kuna kuna kitabu kizima kinachozungumzia majini, yaani kitabu kinaitwa suratul jin sabini na mbili. Nitasoma moja mpaka ya yake ya tatu, sema Majini yanazungumza sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza na likasema, hakika sisi tumesikia Qurani ya ajabu. Hutasikiliza ati majini kwa Biblia yanasema, hiki kitabu ni chetu, mm -mm. inaongoza kwenye uongofu, kwa hivyo tumeiamini, wala hatutamshirikisha yeyote wala wala mola wetu mlezi. Kwa hivyo majini wanasema hayata, hayata, hayataweza kumshirikisha yeyote ila mola wao mlezi. Sasa niambieni, Mwenyezi Mungu mola, mola, mola, mola wa majini ni nani hmm? Majini wanasema atamshirikisha mungu wao. Sasa mungu wa majini ni nani hapo? Kwa comment section nataka mniambie. Na hakika utukufu wa mola wetu mlezi umetukuka kabisa, hana mke wala hana mwana. Ndio maana Waislamu wanaulizanga majini habari za nani za zinazothibitisha kama ah, kwamba Mwenyezi Mungu hana mke wala mwana. Nasikia wanatetea kabisa, na hatujakataa, lakini sasa ushahidi wao wanapotumia kukataa uungu wa Isa ama wanapokataa kukataa kabisa kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, wanaendanga hapa, Mwenyezi Mungu hana mke wala hana mwana. Sasa wanapokataa Yesu kama mwana hii, wanaenda kuuliza majini <laughs> wanaenda kuuliza wa ushahidi. Wacha nikusomee kitabu moja, nataka nikusomee kitabu hiki cha ulimwengu wa majini. Kitabu kinaitwa Ulimwengu wa Majini, ukurasa wa 30. Unajua waislamu wanaamini katika hadithi. Kwa hivyo, Ulimwengu wa Majini, ukurasa wa 30, nasema hivi Miongoni wa vituko vya majini ni pamoja na kujipa majina matukufu kama vile Sharifu, Shekhe, eh, wahi rahan na mengine mengi mfano wa hayo. Vilevile majini yanapenda miji mitakatifu kama vile Madina, Jida, Maka eh, na miji mingine mfano wa hayo. Vilevile vyakula wanavyopenda kana kama vile tende halua, kahawa na mara nyingi hupenda. Jini hupenda kutamka majina kama Allahu Akbar na hupenda adhana, hupenda dhikri, hupenda Qur'an. Siyo rahisi jini eh, amwingie mtu na adai ya kwamba ametoka Paris, Washington ama kwanza na jina Haleluya badala anasema assalamu alaikum hmm? Kwa hivyo wapendwa, jina liwezi taja jina la Biblia haliwezi <laughs> kama kitabu hiki cha ulimwengu wa majini kinaeleza yale majina majini yanayohusiana nayo hmm? Wacha nizungumze niwaambie, ndugu zangu Waislamu wa wow, watu wazuri sana hawa ndugu zangu Waislamu, kitabu cha Isaya kumi na tatu. Nataka niwafungulie kitabu cha Isaya kumi na tatu kumi na tisa. Isaya kumi na tatu, Isaya kumi na tatu, aya yake ni ya kumi na tisa ishirini. kumi na tatu kumi na tisa, aya yake ishirini. Maandiko yanasema hivi eh, kumi na tisa. Nitasoma kumi na tisa Isaya e, kumi na tatu, e, Isaya kumi na tatu. Nitasema Isaya kumi na tatu. Isaya kumi na tatu nianze kumi na tisa sawa, mpaka yake ishirini Na Babeli, huo utukufu wa falme, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo, utakuwa kama Sodoma na Gomora hapo Mungu alipoiangamiza. Hautakaliwa na watu tena kabisa, wala watu hawata hawatakaa ndani yake tangu kizazi hata kizazi. Mwarabu watapiga hema huko, yake huko wala wachungaji hawatalaza makundi yao huko. Umesikia? Yaani Siria hakutatoka huko, yaani ni Waarabu watakaa huko na pia majini nayo yatakaa huko. Kwa hivyo majini yanapenda kukaa karibu na Waarabu. Sasa nataka nikuulize, mpenzi wewe, unaifikiria eti unaweza kuwa muislamu utashirikiana na imani ya majini eh? Majini kwanza, wacha nikusomee kitabu cha majini ya nyumbani, ukurasa wa nane. Nasema katika viumbe vya waislamu kutakuwa na majini na watakula nao. Kwanza unajua waislamu wanaweza, naweza maliza video hii waanze ku -ku -ku kuanza kusema oh, unajua majini ni viumbe wanza kuanda, we. Majini ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, kwa hivyo vinakubalika na Mwenyezi Mungu. Sijakataa, ni viumbe vya Mwenyezi Mungu sijakataa. Lakini majini ni malaika walio anguka, waliomwasi Mwenyezi Mungu, wanangoja kuangamizwa. Kwa hivyo mwislamu anapomkubali majini ni sawasawa na kusema sisi tunangoja kuangamizwa jahanamu pamoja na majini. Yuda moja sita. Yuda, Yuda kitabu cha Yuda moja sita, sikiza vile Yuda moja sita nasema na, na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile. Unasikia, majini ni malaika walio asi na wanangoja tu hukumu, lakini Waislamu wanakumbatia majini, na wanapoyakumbatia majini wanaamini ya kwamba majini ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama vile wanavyoabudu navyo pia majini yanaabudu Mungu wao. Lakini kumbuka sabini na mbili Qur'an moja mpaka tatu imetuhakikisha ya kwamba majini yana Mola wao na tunajua Mola wao ni Shetani na, na Waislamu wanakumbatia Mungu wa majini wanamkubali sana. ishirini na tano arobaini na moja Mathayo ishirini na tano arobaini na moja Mathayo, kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondekeni kwangu, mliolaaniwa mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa hivyo majini ni malaika za shetani, na wanangojea tu moto peke yake, hakuna kitu kingine wanangoja. Sasa waislamu wanapokumbatia, wanapokuja alafu wanakumbatia eh, majini, kwa hivyo ni pia wanakumbatia moto wa jahannam. Imani hii ndivyo ilivyo. Sasa ndugu zangu, acha niwaulize mtu anapokuja alafu anataka kukumbatia imani kama hii sio? Hata nikuulize, si anangoja tu kukumbatia jehanamu? Hmm, anangoja kukumbatia jehanamu. Wakorintho wa kwanza kumi ishirini, nisikiza. Wakorintho wa kwanza nasoma kumi aya ya ishirini, sivyo? lakini vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu, na sipendi nyinyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Kwa hivyo, Mungu hapendi wakristo washirikiane na nini? Na mashetani. Hapendi wakristo washirikiane na majini kamwe. Lakini katika Mungu wa Qur'an anataka waislamu washirikiane na majini. Sasa mpendwa, acha nikuuliza, hata wewe unataka kushirikiana na nani? Unataka Mungu wa Biblia Mungu wa Biblia ambaye hataki wakristo washirikiane na majini? Yaani Mungu wa Biblia hataki watu wake washirikiane na majini, na Mungu wa Qur'an yeye anataka watu wao washirikiane na na majini hapo, hmm? Wewe wacha nikuulize, mnanielewa ni hapo, na uchaguzi chaguzi zingine ni za kupeleka wa watu katika jahanamu. Sasa sikiza hii mambo ya nyakati, mambo ya nyakati, Mambo ya Nyakati wa Pili kumi na moja kuanzia yake ya kumi na nne inasema, kwani walai wakaacha malisho yao na milki yao wakaya Yuda na Yerusalemu kwa sababu Yerobau na wanawe waliwatopa, ili wasimfanyie Bwana ukuhani, naye akajiwekea makuhani mahali pa juu na wale majini wa zile ndama alizozifanya vyo Yeroboamu akajiwekea majini kwa ibada ya nani? Ya Mungu. Na huyu Yeroboamu alipojiwekea majini katika ibada hizi Mwenyezi Mungu alikasirika. Na hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu hataki hataki kabisa watu wake wafanye nini? Waweze kujiwekea majini katika ibada. Mesikia. Sasa huku kwingine mnaambua unyiji yekeni majini. Sasa skiza. Yeroboamu alipojiwekea majini ni nini kilichotokea? Mambo ya nyakati wa pili kumi na tatu. Skiza sasa. Mambo ya nyakati wa pili kumi na tatu. Alipojiwekea majini nini kilichofanyika kumi na tatu aya ya ishirini. Skiza. Wala Yeroboamu hakupata nguvu tena siku ya Abia kisha Bwana akampiga akafa. Kwa hivyo, Yeroboamu, kwa sababu ya kushirikiana na kujiwekea majini katika ibada, Mwenyezi Mungu alimpiga kipigo mba na akafa. Huyo ndiye Mungu wa wa-, wa Bibilia, wapendwa. Acha niwaambie, wewe unafikiria namna gani? Unakumbatia ibada za majini zinazokumbatia majini, na mnajua majini ni malaika waliofanya nini? Walioasi, hmm? na mungu wao ni nani? Ni shetani. Sasa wewe utakumbatia ibada za majini ama ibada za, za, ya mwenyezi mungu? Maswali haya wapendwa, yako kwako kujibu eh. Yeremia ishirini na ngapi tuseme, Yeremia ishirini na tano Yeremia ishirini na tano Yeremia ishirini na tano aya yake ya thelathini na tatu ishirini na tano thelathini na tatu Yeremia Pigeni yowe enyi wachungaji, na kulia na kugaagaa katika majivu, enyi mlio hodari katika kundi, maana siku ya kuuawa kwenu zimetimia kabisa, nami nitaoa vipande vipande, nanyi mtaanguka kama chombo cha anasa, na wachungaji watakuwa hawana njia ya kukimbia, wala walio hodari katika kundi hawataokoka na waliouawa yake na waliouawa na Bwana siku ile, watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili, hawata haw, hawata taliwa hawata liliwa wala kukusanya wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya nchi. Bwana atawaangamiza watakao shirikiana na majini. Mwenyezi Mungu atawaangamiza wote wa aina yote wanaoshirikiana na nini? Na majini. Sasa wacha nikuulize, wewe unataka kuangamizwa wewe? Hata ukiangalia wewe hmm? Binafsi nataka nikuulize, kuulizi unahitaji kuangamizwa? Yajibu hilo swali. Kama unataka kuangamizwa, haya nena, lakini mbili kumi na nne Quran na nataka nimalize. Mimi niwaambieni vizuri kabisa, nasoma kitabu moja cha Quran na kitabu moja cha Bibilia sawa sawa. Nisome kitabu gani? Tusome e, Quran mbili kumi na nne Quran. Kwa hivyo ni maamuzi yako mwenyewe mpenda. Inaitwa suratul Baqara mbili kumi na nne Quran nasema hivi na wanapokutana na walioamini husema tumiamini, na wanapokuwa peke yao na mashetani wao husema hakika si tu sisi tu pamoja nanyi, hakika sisi tunawadhi haki tu. Nasikia? Kwa hivyo wanaopenda wana wanapokwenda kwa misikiti, wanawaambia Waislamu <laughs> tuko pamoja na wao, lakini wakirudi kwa majini zao wenzi wao wanasema wale Waislamu tunawapigia shere. unasikia tu. <laughs> Hayo ni majini ya, kazi yao ni kupigia Waislamu shere. Shere. Sasa wacha nikuulize mpenda wa Waislamu na inisikiliza. Unapenda, nda kuishi ukiwa napigua shere eh? nda kuishi katika maisha hayo hapana, bwana. The only thing nataka nikuambie, njoo katika imani hii ambayo hii imani tulipatiwa nguvu za kufukuza majini, kumi na nane kitabu cha Mathayo pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye upepo, toweni pepo. Mmepata bure, toweni pepo. Wakristo wamepoa, si kutuliza jini, a kuling'oa kabisa, kulifukuza kabisa, toweni majini. Hilo ndilo agizo tuliloachiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa wewe fikiria, unahitaji hii imani ambayo ni ya kukumbatia majini ama unahitaji imani ambayo Mungu hakubaliani na majini, ni na ya kwamba aliwafukuza huko na wako tayari kuangamizwa, yaangamizwa kabisa haya majini, hmm. Sasa ndio swali nataka nikuulize, hebu fikiria, tufikirie pamoja. Hii imani moja inakumbatia ibada za majini, sawa? so, inazikumbatia kabisa ibada za majini. Kwa hivyo wao majini yanapochomo kwa sababu wamekubali kuabudu pamoja na majini na wamekubali pia kuku, kuku, kuwa na mawazo moja ya majini kumaanisha wao nao wanafanya nini? Ni imani ya kuangamia motoni. Na hapa basi Mungu wa Biblia sasa fikirie, ni Mungu wa Biblia ama ni Mungu wa Qurani? Mungu wa Qurani yeye anafanya kazi pamoja na majini, na Mungu wa Biblia anasema fukuzeni mapepo. Mapepo hayo ni ya kwenda motoni. Fikiria sana ndugu yangu unapofanya uchaguzi.